kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambao Baba unatupa nafasi kuweza kuungana kwa ajili ya kusoma neno lako. Tunakukaribisha Roho Mtakatifu, tunaomba uwe katikati yetu, uratibu usomaji huu, ewe Bwana, uweze kuwa wa faida na uweze kuleta matunda sawasawa na utukufu wako. Neema yako itushukie ili tuwe na wakati mzuri wa kujifunza, katika jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen.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 Mlango wa kumi na nne. Wakati ule mfalme Herode alisikia habari za Yesu, akawaambia watumishi wake, huyo ndiye Yohana mbatizaji amefufuka katika wafu, na kwa hiyo nguvu hizo zinatenda kazi ndani yake. Maana Herode alikuwa amemkamata Yohana akamfunga akamtia gerezani kwa ajili ya Herodia mke wa Filipo nduguye, kwa sababu Yohana alimwambia, si halali kwako kuwa naye. Naye alipotaka kumuua aliwaogopa watu, maana alimwona Yohana kuwa nabii. Hata ilipofika siku kuu ya kuzaliwa kwake Herode, binti Herodia alicheza mbele ya watu, akampendeza Herode, hata akaahidi kwa kiapo ya kwamba atampa lolote atakaloliomba. Naye huku akichochewa na mamaye, akasema nipe hapa katika kombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Naye mfalme akasikitika lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya wale walioketi chakulani pamoja naye, akaamuru apewe. Akatuma mtu akamkata kichwa Yohana mle gerezani. Kichwa chake kikaletwa katika kombe, akapewa yule kijana, akakichukua kwa mamaye. Wanafunzi wake wakaenda wakamchukua yule maiti, wakamzika, kisha wakaenda kumpasha Yesu habari. Naye Yesu aliposikia hayo aliondoka huko katika chombo, akaenda mahala pasipo watu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 vikapu kumi na viwili vimejaa. Nao waliokula walikuwa wanaume wapata elfu tano bila wanawake na watoto. Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga mkutano. Naye alipokwisha kuwaaga mkutano, alipanda mlimani faraghani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huku peke yake, na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya nne ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa mguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari wakafadhaika, wakisema: ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana ikiwa ni wewe niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akaonyosha mkono wake akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao alipopanda chomboni upepo ulikoma nao walikuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema hakika wewe umwana wa mungu na walipokwisha kuvuka walifika nchi ya genesareti na watu wa mahali pale walipomtambua walituma watu kwenda nchi zile zilizo kando kando wakamletea wote waliokuwa hawawezi nao wakamsihi waguse hata pindo la vazi lake tu na wote waliogusa wakaponywa kabisa